Kwenye kazi utapata fursa ya kushirikiana vizuri na watu wenye ushawishi au timu yenye nguvu. Wanaofanya kazi zinazohusiana na mawasiliano, ushauri, sheria, sanaa au biashara watakuwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa. Ni kipindi kizuri cha kupanua mitandao ya kikazi na kushirikiana ili kupata matokeo mazuri. Tukitazama upande wa mapenzi, mwezi huu na nguvu kubwa upande wa mapenzi. Wapenzi walio kwenye uhusiano watahisi kuwa karibu zaidi na wanaweza kufanya maamuzi muhimu ya kuimarisha uhusiano wao. Kwa wale wasio kwenye uhusiano, hii ni nafasi nzuri ya kukutana na mtu mpya kupitia shughuli za kijamii au hafla. Kinachohitajika uwe wazi kwa mazungumzo ya kweli. Tukitazama upande wa kifedha, hali ya kifedha inaonyesha utulivu unaongezeka. Fursa za kupata kipato cha ziada kupitia ubia au ushirikiano zipo wazi. Hata hivyo, usikubali shinikizo la kufanya maamuzi ya kifedha haraka. Bajeti yako ikidhibitiwa vizuri, mwezi huu utakuwa na mafanikio makubwa kifedha. Tukitazama upande wa kiafya, afya yako kwa ujumla ni nzuri, lakini mizani yako ya maisha binafsi na kazi ndiyo itakayobeba uzito. Usijisahau kwa sababu ya shughuli nyingi mazoezi ya kupumzika, kutafakari na hewa safi yatakusaidia kubaki imara. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni pinki na bluu hafifu. Nambari yako ya bahati ni sita na 8 nane. Mafusho ni rose petals kwa upendo, mvuto na amani ya moyo. Manukato ni harufu ya rose au vanira kwa upole na mvuto wa kijamii. Saa nzuri katika mwezi huu ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa saba kamili mchana nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya Mapacha, Ndoo na nyota ya Simba. Ujumbe kwa nyota ya Mizani mwezi huu wa kumi na moja unapoweka usawa kati ya moyo wako na akili, mlango wa mafanikio unafunguka kwa urahisi. Huo ndio utabiri wa nyota ya Mizani mwezi huu wa kumi na moja mwaka 2025. basi ni kusihi Usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri. Bye bye.